Utawala wa Trump unadhani kuwa uongozi wa Ukraine uko tayari kuendelea na pendekezo la Marekani la kuanzisha mchakato wa kusitisha mapigano na Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, na Mshauri wa usalama wa taifa, Mike Waltz, wanatarajiwa kufika Saudi Arabia kwa mazungumzo na wenzao wa Ukraine siku ya Jumanne. Rais Donald Trump ameongeza shinikizo kwa Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky kumkubalia ombi lake la kusitisha mapigano haraka na Moscow, lakini bila ahadi ya mara moja ya dhamana ya usalama kutoka Marekani. Siku kumi zilizopita wawili hao waligombana hadharani kwenye ikulu ya White House, ambapo Trump alidai kuwa Zelensky hakuwa tayari kumaliza mapigano. Operesheni ya kijeshi nchini Ukraine ulianza mnamo Februari ishirini ishirini na mbili. Na Moscow kwa sasa inadhibiti takribani asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine. Hii ni TMC News Update.